Busia. Kutoka kwa Jen tuelekee kwa Sharon huko kaunti namba 31 ambapo anatuarifu watu wanaoishi na ulemavu wamenufaika na mpango wa miaka sita wa kuwawezesha kupanua biashara zao, kuongeza akiba na kuboresha usimamizi wa fedha uliofanyika katika kaunti saba zikiwemo Meru, Kakamega, Kiambu na Laikipia. Stop. 254. Miriam Wangeshi ambaye ana mtoto anayeishi na tawahudi anasema changamoto kubwa zaidi imekuwa ni kujaribu kufanya kazi huku akimhudumia mtoto wake, jambo ambalo limemfanya kusitisha kazi mara kadhaa. Anatoa wito kwa serikali kuanzisha mikakati ya kuwasaidia walezi kupitia ongezeko la mitaji ya biashara na mgao wa zabuni kutoka serikali za kaunti, kwani wengi wao wana majukumu mengi na ushindwa kukidhi mahitaji ya familia zao. Have to Kupitia mpango huo zaidi ya asilimia sabini ya washiriki walipanua au kubadilisha aina ya biashara zao, huku asilimia sitini wakiripoti ongezeko la akiba na uboreshaji wa mbinu za kuweka kumbukumbu. Niko sahi na mbusi yangu 70 nifika sahi 70 na ilika niko ya na, niko na ilia a biashara na ile yangu wakukamua nyumbani. The World walikuja wakaanza kuni assess, wakaona kweli, uh, nilikuwa na shule ilikuwa inaitwa Laikipia Sign Language Institute, wakaona ni shule kidogo. Wakati nili join Light for the World nikapata mafunzo Uh, Grace, uh, when we got Grace and took the, her through the the in business training, her, her income was 70,000. And to date Grace is able to make an income of 1.2 million per month. So Kulingana na David Ndungu afisa msaidizi wa mradi wa Light for the World, mafunzo hayo yamekuwa mabadiliko makubwa, kwani wameunganisha watu wenye ulemavu na taasisi kama vile shule kwa ajili ya fursa za zabuni. Hata hivyo, alibaini kuwa licha ya matakwa ya kisheria, kaunti nyingi bado zinatoa chini ya asilimia moja ya zabuni kwa watu wenye ulemavu badala ya asilimia tano inayotakiwa kisheria. We also offered them uh Business growth kit worth about uh, 3 million uh, between 2019. Uh, then in 2021 to 2024 we scaled up to now individual businesses it would be fair if caregivers pia wanaweza considariwa if they are five spaces there, five shops maybe even two can be given to caregivers, sababu kuna wale ambao kama sisi tuko na watoto tu wetu nyumbani. Mradi huo uliwafundisha wajasiriamali katika sekta za kilimo, ufugaji wa kuku, biashara ya mboga na reja reja, ukiimarisha uelewa wao ki na wa kifedha na upatikanaji wa masoko. Sharon Mkonge, runinga Citizen county, county ya Laikipia.